Nam mtazamaji, tunaendelea na taarifa, ambapo tukisalia kwenye masuala ya afya ya uzazi, madaktari wa afya ya uzazi kaunti ya Homa Bay wameweza kupunguza vifo kwa kufanya ziara katika pembe zote za kaunti hiyo na kuwahudumia wanawake walio na matatizo wakati wa ujauzito uzito. Nam, kaunti hiyo ina madaktari wanne pekee wa, wa afya ya uzazi, huku taifa zima likiwa na chini madaktari elfu moja. Na Mashirima Kapombe anaangazia juhudi za madaktari wa Homa Bay kuhakikisha uzazi salama. Mara moja kila mwezi, katika kaunti ya Homa Bay, daktari mmoja kati ya wanne wa afya ya uzazi hufunga safari kuwafikia kina mama waja wazito. Safari hizi mara nyingine huhusisha boti kuelekea mojawapo ya visiwa kumi na sita katika kaunti hii. Daktari Vincent Tudor ni afisa mkuu mtendaji na mmoja wa madaktari hao wanne. We mkakati huu ulianza mwishoni mwa mwaka wa 2023 nia ikiwa kuwafikia wajawazito wanaokumbwa na matatizo ya kipekee. Uh, yeah, uh, uh, ziara hizi hujumuisha mazungumzo ya moja kwa moja na ya vikundi ambapo wanawake hushauriwa kuhusu hali zao kiafya ili kuhakikisha uzazi salama kwao na watoto wao. Mary Nakumicha ni mmoja wa kina mama hapa ambaye anaelewa fika umuhimu wa kliniki hizi, haswa ujenzi wa hospitali karibu nao. Ilipitia, kama nataka kujifungua mtoto wangu Ilibidi mume wangu atafute fila na sanipeleka town lakini ilishindikana. Ilibidi nizaye kwa nyumba. Ziara hizi aidha hufuatilia mfumo wa MPDSR unaolenga kuhakikisha kuwa mikakati ipo kuzuia vifo vya kina mama na watoto wao wachanga.

Kwa sasa kina mama katika kaunti hii wanaendelea kupata taarifa muhimu zinazowapa uwezo wa kufanya maamuzi yanayofaa ili kuhakikisha wanaishi na kuwalea watoto wao baada ya kujifungua. Mashirima Kapombe, runinga ya Citizen.